Habari hasa e, familia, kuna lile swali watu wanajiuliza, kila mtu anajiuliza kuito kwenye usaili wa uhamiaji ni lini e, bwana? Jibu ni mamlaka husika, wao ndio wanafahamu ni muda gani usaili wa uhamiaji utakwepo, na usaili utakwepo na majina yatatoka itakapofika muda sahihi. kikubwa tuendelee kuwa na subira. As long kama ulijaza taarifa zako vizuri kwenye mfumo wa ajira wa uhamiaji, tegemea uwezekano mkubwa utaitwa usaili. Kwa hiyo kusubiri majina ya uhamiaji, yani aina haja kivile. As long kama tu ulituma maombi vizuri ukapata protocol ukapata mfumo unavyohitaji na wewe ukapata vile vile, basi tegemea uwezekano mkubwa wa kuitwa usaili. Swali langu la mwisho, je, maandalizi yako yapoje? Ishu sio kuitwa kwenye usaili. Je, wewe binafsi umejiandaa vipi? Je, mfano mwaka jana mbinu au mkakati wako maandalizi yako uliyoyatumia yalidunda? Je, utatumia vile vile au je, ni kitu gani umeongeza kipya tofauti na mwaka jana? E bwana, hayo ni maswali critical sana ya kujiuliza. E bwana, mi sina baya. E bwana, mi nakutakia kila la heri, Mungu akutangulie lakini ni vema ukajiuliza, lakini pia ni vema ukatumia muda huu kufanya maandalizi yako wewe binafsi wewe mwenyewe, ili uad au uongeze thamani au uongeze uwezekano wako wewe ushinde zaidi. Hebwane, mimi sina jipya kikubwa, mimi nakutakia kila la heri, Mungu akutangulie uko ulipo.